Kwa hivyo mkereketwa wa Kiswahili karibuni katika Uketo wa Kiswahili, mali pa kitaaluma pa kujenga uelewa, matumizi sahihi na utamaduni wa Kiswahili kwa wote, kuanzia wanafunzi hadi jamii kwa ujumla. Naitwa Ustafi Kakamnaye. Kama ilivyo ada na no ningependa tumuangalie Mashauri kama mojawapo ya wahusika kwenye kazi hii ya fasihi, uh, kwenye riwaya ya Nguu za Jadi. Na katika kumwangalia Mashauri, tujue kwamba Mashauri ni mwanawe Sagilu na rafikie Lombo pamoja na Ngoswe. Sifa za Mashauri ni kwamba Mashauri ni fisadi. Na tunaona Mashauri akiajiriwa na Mtemi Lesulia kama mtaalamu mkuu wa usanifu majengo mjini Taria. Na tunaona kwamba pale mwanzo, Mashauri anaonekana akishirikiana na baba yake ambaye ni Sagilu kufisidi vipusa na meno ya ndovu. Na tunaona pia kwamba anauza maliasili za nchi ng'ambo hadi anaathiri utalii nchini, huku akitumia cheo chake kuzima mashtaka yanayofikishwa kotini. Kwa hivyo huo unaonyesha kuhusu ufisadi wake. Kutokana na cheo chake kama msimamizi wa ujenzi wa majengo, ana uwezo pia wa kuamuru kubomolewa kwa majengo yasiyojengwa kihalali au yasiyokuwa salama. Nafasi hii inamfanya kuchukiwa na watu kutokana na ubomoaji wa majengo Taria. Sifa nyingine ya Mashauri ni kwamba Mashauri ni katili. Na ukatili wake unabainika pale alipoweza kuamuru majengo ya watu kubomolewa kiholela kwa mpigo wa kalamu yake tu. Kwa hivyo angeidhinisha tu kwamba jengo lako litabomolewa, basi at amri ile ingetekelezwa mara moja. Tunaona pia kwamba anashirikiana na babake kufuja rasilimali za nchi na kusafirisha ng'ambo bila kujali hatima ya uchumi wa nchi yake au hata wananchi waliotegemea wali rasilimali hizo. Na tunaona pia kwamba yeye anadidimiza utalii nchini bila kujali matokeo yake kwa nchi na ndiposa tunasema ni katili ama dhalimu. Tunaona pia kwamba ni mwenye busara, na anaamua kumuunga mkono Lonare na kumfanyia kampeni kutokana na uhasidi aliotendewa na Sagilu na maovu yasiyokuwa yaliyokuwa ya, ya, ya, ya yakiendelezwa na serikali ya Mtemi Lesulia. Tunaona pia kwamba anaamua kujiunga na vijana wenzake waliosoma kama yeye na ambao wana maono kama yake ili kuchagua viongozi wanaostahili kuongoza taifa la Matu. Mashauri pia kando na kusema kwamba ana busara, ni msamehevu. Tunaona kwamba licha ya kwamba Sagilu anamtendea maovu na kumwendea kinyume, anamsamehe na hata kumtafutia matibabu ya akili. Sagilu alikuwa amemwendea Mashauri kinyume kwa njia gani? Tunaona kwamba yule mpenzi wa, wa Mashauri aliyeitwa Cheia, basi ndio baadaye waliweza kushikana na babake ambaye ni Sagilu kimapenzi. Lakini baadaye tunaona kwamba Mashauri aliyari kumsamehe babake, japo tunajua kwamba alimwendea kinyume sana. Mashauri tunaweza sema pia kwamba ni mvumilivu na mbona tunasema ni mvumilivu? Anavumilia Sagilu hata baada ya kumkosea pale aliposhikana na Cheia, na akamchukua kutoka barabarani na kumpeleka kupata matibabu ili kuficha aibu. Kwa hivyo, nia yake ilikuwa heri ni mtibu babangu hata ingawa aliniendea kinyume anavumilia pia kauli za kuvunja moyo kutoka kwa Sauni na wengine wasiomwamini, akajiunga na Chama cha Ushirika cha Lonare ili kumfanyia kampeni. Kumbuka wakati alijiunga na Lonare hakuaminiwa sana na baadhi ya watu waliomzunguka Lonare, mmojawapo akiwa ni Sauni na watu wale wali walirusha macheche kwa sababu walidhani anapokuja pale labda anakuja kuwadadisi ama kupata ukweli fulani lakini anawavumilia wote. Na je, umuhimu wa Mashauri katika kazi hii ya fasihi riwaya ya Nguu za Jadi ni ipi? Ametumiwa kama kiungo cha kufanikisha ushindi wa Lonare. Jambo la pili ni kwamba kupitia kwake tunaona uovu zaidi wa Sagilu. Kwa hivyo ametusaidia katika kujenga ploti ili tuwezi kumjua Sagilu kwa undani. Ametumiwa pia kuonyesha jinsi vijana wanavyoweza kuwa na ushirikiano bila kujali mitazamo ya wazazi wao. Na mwisho ametumiwa kuonyesha mui huweza kubadilika na kuwa mwema. Kuna methali tunasema mui huo mwema, na tunajua awali li kweli, mashauri alikuwa mtu amuuzika mwovu, lakini baadaye tunaona kwamba anabadilika na kuwa muhimu, kiungo muhimu sana, wakati wa kampeni za Lonare. Kwa hivyo, mwisho nasema subscribe kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili, kipindi ambacho kinatufahamisha mengi kuhusu lugha ya Kiswahili. Naitwa Ustaf Kaka Mnai, mdarisi wa Kiswahili ama ukipenda mdarisi ni mwalimu. Asanteni sana, mchana mwanana.